Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wetu, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inaendelea kutambua mchango mwana wa mwanamke katika jamii. Hivyo napenda kuwatakia wanawake wote heri ya Siku ya Wanawake Duniani. Na baada ya salamu hizo, naomba niukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani. Hivyo hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo. Wakati mifumo ya anga inaendelea kuonyesha ongezeko la viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatajiwa katika mikoa ya Mara, Simiyu, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya kati mwa nchi yetu, pamoja na mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara hivyo wakazi wa maeneo hayo hatua stahiki vyema kuchukuliwa. Na hali ya joto inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi hapa nchini, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwenye nyuzi 33 katika mkoa wa Tanga, Pemba pamoja na Pwani. Hivyo basi kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mwengo kiasi, mvua na ngumu katika maeneo machache. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mwengo kiasi mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatajiwa kwa hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yanatajiwa kwa na hali ya mawingu, mvua nagumu katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatajiwa kwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nagumu katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua kufuatana na utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini: Dar es Salaam, kiwango cha juu cha joto nyuzijoto thelathini na mbili. Dodoma, kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na nane. Mwanza, kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na nane. Kilimanjaro, kiwango cha juu cha joto nyuzijoto thelathini na moja. Mbeya kiwango cha juu cha joto ni nyuzi ishirini na tatu. Morogoro kiwango cha juu cha joto nyuzi thelathini. Arusha kiwango cha juu cha joto ni nyuzi ishirini na sita. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada. Nimekuwa nami Rebeca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.